sikizeni kwa makini. Tuko na facility inaitwa bridge facility kwa hustler fund. Ukienda pale star 254 hash, eh uende pale kwa bridge facility pale. Sasa tuko na watu tayari wanafika karibu watu milioni moja, ukienda kwa hiyo facility

milioni moja, milioni tatu huko sasa kwa mabenki. Lakini hii ni riba yake ni 8% peke yake paia. Riba ilikuwa iko zamani, ilikuwa almost 100% paia. So we have moderated na tunataka mujipange na biashara zenu. Tumeelewana jameni? Tumeelewana vijana? Nataka munisikize vizuri.